Jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. Tukiweka kando mzozo huu ambao unaoendelea kati ya Irani na Israel, kushambuliwa kwa jiji la Tehran, kushambuliwa pia kwa jiji la Tel Aviv na maeneo mengine. Kuna video ambayo inayojadiliwa kwa kiasi kikubwa inayohusu mkutano wa G7 ambao ulikuwa ukifanyika nchini Canada, ambapo ameonekana rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akimnongoneza waziri mkuu wa Italia b Giorgia Meloni, kitendo ambacho kimepelekea video hiyo kuweza kujadiliwa na mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii ni baada ya kuonekana waziri mkuu huyu wa Italia b Giorgia Meloni akishtuka, akionyesha ishara ya kushtuka baada ya kusikia kile ambacho alichokuwa akinong'onezwa na rais wa Ufaransa. Kitendo hicho kimepelekea mitazamo tofauti katika mitandao. Kuna komenti tofauti ambazo zinataja kwamba rais wa Ufaransa huenda kila alichomwambia kilimshangaza na hakutegemea kwamba rais wa Ufaransa anaweza kumwambia neno kama hilo. Tukio hili pia linazungumzwa kwa kiasi kikubwa baada ya matukio tofauti ambayo yaliyomsibu rais wa Ufaransa, ikiwa ni pamoja na tukio lingine ambalo lilinaswa na waandishi wa habari wakati ambapo alikuwa akitokea nchini Ukraine akiwa pamoja na waziri mkuu wa Ujerumani wakiwa katika chumba kimoja katika treni wakati wa safari yao, ilidaiwa kuwa viongozi hao walikuwa wakitumia, kwa kuwa katika video hiyo inaonekana kuwa rais Macron alikuwa na kitu kama karatasi na kuweza kukificha wakati ambapo aliona mwandishi wa habari anaingia katika chumba walichokuwemo, huku mwenza wake pia ambaye aliyekuwa mezani pia alikuwa na kitu kama kijiko hivi, ambayo pia inadaiwa ya kwamba aliificha kijiko hicho, na simu inanipigia huku mwenza wake pia akionekana kuficha kitu kama kijiko ambacho alikuwa nacho mkononi na kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii. Haikuishia hapo, kuna tukio jingine ambalo lilitokea wakati ambapo aliwasili nchini Vietnam, kuonekana ya kwamba kulikuwa na mvutano kati yake yeye na mkewe, na kutajwa kwamba Rais Macron alipigwa kofi na mke wake, na vile vile tukio hilo liliweza kuzungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. Hivyo basi, baada ya kumalizika kwa mkutano huu wa G7 nchini Canada, video hii ambayo inamwonyesha rais Macron akimnongoneza wa waziri mkuu huyu wa Italy, huku waziri huyu kuweza kushtuka baada ya kusikia kile ambacho rais Macron alikuwa akimweleza, kimezua pia gumzo katika mitandao ya kijamii. Unadhani ni kitu gani ambacho rais Macron alikuwa akimnongoneza bi Giorgia Meloni? Tuachie mtazamo wako.